Mimi naitwa e, Profesa George Ruhago kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi za Afya Muhimbili. E, siku ya leo tumekuwa hapa kwa muda wa siku tatu na wataalamu mbalimbali. Kundi moja ni la wataalamu wenzetu kutoka Chuo Kikuu cha Harvard, Marekani na chuo kikuu cha Boston, Marekani. E, pia Wizara ya Afya, Wizara ya tawala za mikoa TAMISEMI eh, ofisi ya rais TAMISEMI, lakini pia tumekuwa na wadau kutoka NASCOP ambayo ni mpango wa kudhibiti UKIMWI, lakini pia tumekuwa na TACAIDS na wadau mbalimbali kutoka eh, hospitali zetu za mikoa na wilaya. Kikubwa ni kwamba tumekuwa kwa miaka takriban mitano iliyopita tunafanya utafiti juu ya kuweza kuhuisha huduma za afya, kwa maana ya kwamba kwa kuanzia kuisha sababu so, ukimwi na, na, na magonjwa ya yasiyoambukiza umekuwa ukiendelea kuwa e, ndio unaochukua gharama kubwa katika utoaji wa huduma. Kwa hiyo, tulikuwa tunajaribu kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuhuisha hizi huduma zikatolewa kwa watu wengi katika gharama nafuu. Kwa hiyo mojawapo ilikuwa ni kujaribu kutafuta mfumo ambao kwa Kiingereza unaitwa activity based and management. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia gharama za utoaji wa huduma, lakini mifumo inayotoa hiyo huduma na muda unaotumika, na maeneo gani ambayo sasa huduma kwa mfano za magonjwa ya yasiyoambukiza na ya UKIMWI zinaweza kuungana zikatoa huduma. Je, kuna mahali ambapo e, watumishi wanaweza kugawanya kazi kuna mahali ambapo eh, pa kuchukulia dawa pakawa pamoja, mahali labda pa kutoa baadhi ya miongozo ikawa kwa pamoja, ili kwa pamoja tuweze eh, eh, kutoa huduma hizi kwa gharama iliyo nafuu, ambayo moja itasaidia katika kipindi hichi ambacho duniani upatikanaji na ufadhili wa, wa miradi ya afya umepungua sana. Kwa hiyo mbinu kama hizi za kisayansi zinasaidia kutoa taarifa ambazo zitaweza kushirikishwa katika mipango ya afya ili kuhakikisha mfumo wetu wa afya unaimarika na huduma zinaendelea kupatikana kwa gharama iliyo nafuu. E, mapendekezo yetu ni baadhi ya maeneo ambayo yameonekana kwamba e, maeneo kwa mfano ya huduma za mama na mtoto zinaweza kutumika pia kupima wagonjwa wa sikosel e, pale kwenye huduma za, za UKIMWI. Unaweza ukapatumia pia kuhudumia wagonjwa. Kwa hiyo tukawa na, na kliniki moja ya pamoja, kliniki shirikishi ambayo ni kliniki ya magonjwa ya muda mrefu au magonjwa ya kudumu inavyoitwa. Kwa hiyo pale ukawa unaweza kupima UKIMWI, unaweza kupima kisukari, unaweza kupima presha na wote mkapewa huduma kwa pamoja. Kwa liye, unayipula, unayipula, unayipula, unayipula, unayipula. E, faida zake ni kwamba kwa mfano watumishi wanaweza watumishi wale wale baada ya kuwa na watumishi ambao wanaona wagonjwa na watumishi wanaona wagonjwa wakaona wana kwa pamoja, lakini pia mfano e, maeneo ya kugaiwa dawa, baada ya kuwepo maeneo ya kugaiwa dawa tofauti tofauti, yakawepo eneo moja ambalo lina e, toa dawa kwa pamoja, na mambo mengine mengi ambayo yanaonekana yanaweza kufanikisha bila ya kuongeza kitu chochote, lakini ukaongeza ufanisi na ukapunguza gharama. Naitwa Dr. Frida Galestoni na nami na ni daktari na mchumi na nimeshiriki katika tafiti hizi za kuonyesha wapi tunaweza kuwa na ufanisi zaidi na wapi ambako tunaweza kupunguza gharama ili tuweze kutoa um, huduma shirikishi uh, kwa wananchi wetu. Eneo moja ambalo tumeweza kuliangazia ni wapi sasa tunaweza tuka uh, wapima watoto wetu wenye ugonjwa wa sickle cell e, kuliko watoto kuanza kuwatafuta katika maeneo tofauti tofauti pahale ambako wanaenda kupata uh, chanjo inakuwa ni eneo zuri sana la kuweza kuwapima watoto wenye siko pale, na kuhakikisha kwamba tunashika ugonjwa mapema na tunautibu mapema, kwa sababu usipofanya hivyo ndo kama vile unakuwa unaongeza uh, gharama nyingi sana kwenda kutibu ugonjwa tayari ambao umeleta complication nyingine nyingi ukichelewa kukamata mapema. Kwa hiyo katika hizi um, huduma shirikishi unaona kwamba mtoto anavyokuja pale kwenye chanjo badala ya kumwambia njoo tena kwenye kliniki nyingine, unamshika pale pale, unampima, una kipimo cha rahisi kabisa cha sickle cell, na unaweza kugundua ni mtoto gani anahitaji uh, hizi huduma mapema na sababu taratibu mapema, gharama zinakuwa ziko chini na anakuwa hapati zile complication ambazo zitakuja kuwekea gharama nchi kubwa zaidi ya zile ambazo angeweza kuzifanya akiwa kwenye, kwenye huduma ya ngazi za chini chanjo. Cha hiyo majadiliano ilikuwa ni kwamba katika betra wagonjwa wenye UKIMWI, kama unaona, ni kwamba baada ya kuanza kupata hizi matibabu za UKIMWI au wagonjwa wanaishi kwa muda zaidi, lakini sasa wameanza kupata ugonjwa usioambukiza kwenye hao wagonjwa wenye UKIMWI. So unakuta ni kwamba mgonjwa wa UKIMWI amekuja kwenye kliniki ya UKIMWI, lakini ana ugonjwa ya blood pressure, au amepata sukari au mafuta ya damu kimeongezeka au anapata shida la moyo au saratani au anapata stroke. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni chanjo cha kuangalia kwamba namna gani tunaweza kufanya kliniki ya ushiriki ili tunaweza kutibu wagonjwa. Otherwise unakuta mgonjwa anakuja kwenye ugonjwa katika kliniki ya ukimwi, anaambiwa haya, ajili ya mambo ya pressure nenda kwenye kliniki kingine, ajili ya sukari nenda kwenye kliniki ya pili, ajili ya saratani nenda kwenye kliniki ya tatu. So tunaona ni kwamba pale katika primary care kwenye mambo katika dispensary au health center au kwenye district hospital kama tunaweza kuunganisha hizi services ziwe one stop clinic, kama tunasema chronic care clinics, then itatusaidia ku improve the efficiency, lakini pia itahakikisha kwamba wananchi wasipate shida ya kukwenda kwendoka kliniki mbalimbali.